Epuka kuwa na wivu uliopitiliza. Yaani, kuwa na wivu ni kawaida kwenye familia, lakini kuna wivu uliopitiliza. Umewahi kuishi na mtu mwenye wivu uliopitiliza? Yaani wivu uliopitiliza viwango. Nimesema kuwa na wivu wa kawaida ni kitu cha kawaida, kwa sababu huwezi kupenda usiwe na wivu. Mtu yoyote anayependa atomatikali ana wivu, lakini kuna wengine wivu uliopitiliza Yani hata mwanaume akirudi nyumbani anamunusa. Ole wako unukie perfume, haieleweki. Hasa mume wako amesafiri na matatu bado, nani ma, daladala, hamjapata gari bado, kwenye daladala kabanana na binti wa watu, binti wa watu kajipulizia mmananii man, yakahamia kwenye shati lake, unasema eleza, eleza. Baba mmoja alikula kofi zuri la kipima joto unajua mkikaa kwenye magari usiku mna banana hasa kumbe dada amejipaka nanii nanyi ya jamani msizidishe ukijua unaenda huna gari wanaopaka hivyo wanakuwa na usafiri wao sasa we unaenda kwenye daladala unaenda kuja kupaka paka mashati watu na hiyo minanii ukiona wewe huna usafiri vaa barakoa basi yaani mnatuchafua hasa minani yako unajui mnani nani hiyo unakuja nayo kuja kupanda kwenye kwenye gari ah, mnakuja kuvunja ndoa za watu. Hasa dereva alifunga breki, ikaenda ikagonga muhuri hapa. Baba hajajua kama kagongwa muhuri, anafika nyumbani, hey, umeshindaje? Mama anasema eh, ndio nini hapa. Hasa, ha, na mimi ndio naona, mbona unaona unaona yani, mtu mpaka anakubusu, anakubusu mpaka <laughs> wivu uliopitiliza. Mama akakusanya nguo anarudi nyumbani kwao, ameona muhuli. Wivu uliopitiliza. Wivu ni wa muhimu, lakini sio kila wakati unahisi mwenzako anakusaliti, kila wakati unahisi mwenzako ni maraya, kila wakati unahisi mwenzako si yukoje, kila wakati yani wewe ni kuhisihisi tu, kuhisihisi. Wivu uliopitiliza simu imepigwa, mwenzi anakwambia, bwana wewe, hey, huyo achana naye achana naye achana naye, pokea halafu weka round speaker uta, unachokitafuta utakipata. Mwenzi akikwambia achana naye achana naye, anamfahamu kwa sababu akili zako wakati mwingine nafikiri hazina akili. Hivi wewe kwa mawazo yako yote unafikiri mume wako wewe ndio ulikuwa Livingstone uliyemgundua? kwamba mme wako alikuwa hajawahi kutafuta wanawake wengine. Wewe ndio ulikuwa wa kwanza katika wanawake aliyotafuta? Wewe ulikuwa wa miatano na sita. Wote hao aliwaahidi kuwaoa, lakini bahati mbaya moyo ukakudondokea wewe, kama mia tano na sita. Maanaake wao mia tano na tano bado wanamfukuzia wanapiga simu eh, uli... bado nipo. ana watoto wawili, sasa haina shida, mimi nikija kwako ntawalea. Bado nafukuzia mmeo, fisi haijakata tamaa. Hivi rundo la mia tano na kitu, mpaka waje waishe wote wakate tamaa, itachukua miaka mingapi? Kwa hiyo, wakati mwingine wivu mwingine ni wakijinga

umeyachagua mengi, kuna moja unalishika, unasema hili dogo unaliacha, halijaiva sana unaliacha, ya rangi sio matamu unaliacha, sio yani pako, unaondoka naro, umeacha korona. Kwa hiyo ukiona umeondoka naro, kuna na wenzako ambao walitamani, walikuwa wanaenda kutafuta chenji, kwa hiyo watampigia simu lakini mwamini mkeo, mwamini mumeo, mwamini kwamba huyo amekuamini wewe asilimia mia moja. Mwamini mtoto wako, maana kuna wakati mwingine hata watoto huamini kabisa. Katoto kanaongea na, na mwenzake: hey, hey, hey! Unaongea na nani? Unaongea na nani? Hivi kweli unafikiri mtoto wako ameseevu namba yako na ya mama tu? Unamwona kabisa mtoto wako amekua ameshaingia kwenye soko. Unafikiri kuna watu hawatamtafuta? Sasa kuna mwanaume amepita hapa, watapita wengi, sio tu kupita, wengine wataingia na wata ndani nini. Ah, nataka niangalie taarifa, nataka niangalie taarifa ya habari. Kumbe taarifa ya habari ni hii, imevaa sketi hapo pembeni, hapo ndio taarifa ya habari. Ndio maana nawaambiaga wazee, ukiwa na watoto wa kike, usisubiri mtoto wako wa kike kuombe hela wengine mnazaa tu, hata akili kichwani hamna. Mtoto wa kike usubiri akuombe hela. Mtoto wa kike ukishaona kameanza kusahau maparachichi, maparachichi yameanza pana tu kabeji, kameanza badala ya kuwa ka TV ka flat skrini, kameanza kuwa ka TV ka chogo ameanza na yeye anatuka sunywele tumiaa. Una kabinti kako nyumbani, jitahidi kumpa hela ili kumwokoa na majambazi, kwa sababu najua huyu binti kuna wakati anafanya masomo ya sayansi, anaenda kufanya utafiti kule nani, na ule utafiti unahitaji gharama. Mwana sheria, unaniangaliani? Kwani, kwani ule utafiti hauhitaji hela? Kuna utafiti unafanyika bila hela? Sasa ulitaka yeye asafiri aende mpaka anga za juu, halafu hana hela anaendaje huko? kwa unakuta mwisho anaanza kutafuta hela za kuendea huko anga za juu halafu, baba, huna akili, unasubiri mtoto mpaka aombe. Anakutana na hao vijana wameweka vitambaa vina nani huko, wanatembea kama wana tetenasi, an wan wanamsaidia na wakimsaidia, na we unajua, hakuna msaada wa bure kwa kijana wa kiume. Kwa hiyo, wakati mwingine mpe hela binti yako mwambie binti eh, chuka elfu arobaini. Yani ni baba, hey nenda, kwa sababu wenzetu, matumizi yameongezeka, matumizi ni mengi watoto wako wa kiume ukiona, bado hawajafanya hawajapata wa kazi, uh, labda wako shuleni labda wako nani, usisubiri mpaka wakuombe hela. Unajua ukiona baba, mpaka mke wako akuombe hela ndo natoa, watoto wakiombe wewe ndo natoa, siyo nani wa kuombe ndo natoa. Jipeleke Mirembe, peleke Mirembe kapima akili kwamba hivi ziko sawa kweli. Mwanaume wa kweli, majukumu mengine unayapambanua mwenyewe. Mtoto uko shule, uko chuo, yuko wapi? Unasema yuko boarding, wanapika chakula no. Kuna wakati awe na vihera vya extra, kuna wakati wanawafungulia kidogo, wapunge kwa upepo, na kutana na mandazi anakula, kutana na kasoda anakula, ana nani ana hey. Mtoto yuko chuo kikuu, unampa vitu hela fixed wakati unajua kuna print paper, unajua kuna kufanya nini, kuna kufanya hiki, kuna kuna wakati masomo yanakuchosha, anatakiwa akarelax mahali aongere, arudi achome kitimoto, arudi ndio akili zinakaa sawa. Najua wengine ndio sisi tulioishia la saba, hatujui kama chuoni kama wapi kuna kuna shughuli. Wengine mmefika mpaka chuo kikuu na we ulipiga mizinga wazazi wako, alafu wewe ya kwako haifiatuki. Wazee, mliona watoto wakubwa walio shule, punga mikono. Wiki umemtumia ngapi? Apambane na hali yake, katoto ka shule kako kule, ukatumi hela ukafanyi nini, watajitokeza wa, vijana wamsaidie kumtunza hapo, afo, baadaye baraka kurudi na digirii, anarudi na digirii. Na anakuletea digirii ambayo haina kofia ndio uwezi kuzuia umaraya wa mtu Lakini wakati mwingine angarau, na yeye anapopambana na wewe, upambane wangapi? Wananielewa wana akili timamu? Hey, unasubiri mpaka kuomba hela mwanaume? Umegeuka kama ATM kama benki, pesa haitoki mpaka password. Wakati mwingine Mungu akikujalia, mwambie tu, mke wangu, shika laki moja. Hii ya nini? Yani, matumizi mbalimbali mbali, kwa sababu Mungu amewapa wanawake akili ya ziada hawa watu wana, ni, ni, ni, ni, ni ma, ni ma genius. Akiwa na hela utakuja kushangaa. Akitoka mahali amerudi na mwiko, akitoka mahali amerudi na sufuria, akitoka mahali amerudi na vikombe, ametoka mahali amerudi na kikaputula cha mtoto, kisweta, si vitu gani? Wakati mwingine wanaume, akili zetu zinafungwa, unaletewa nguo mpaka dirisha, baba kaputula, wakati na vitoto vyenye saizi ya hiyo hiyo, nani wengine wanakusogezea baba, hivi vikombe vigumu, hivi vikombe hivi, hivi, hivi hata anakudondosha na chini mbele. Unaona vigumu baba, bab, hayo mambo sihusiki nayo na anayohusika nayo humpi hela. Amen, tunaelewana. Wivu uliopitiliza epuka, ili ndoa yako iwe na amani na familia yenu iwe na amani. Lakini jambo lingine sasa niyataje haraka haraka, muda umekimbia. Usaliti. Epuka usaliti kwenye familia. Hakuna kitu inauma kama kuishi na mwenzako ambaye ni msaliti, anaisaliti familia, inauma. Ndio maana siku zote nawaambia bora watu wakuibie makochi, wakuibie TV, wakuibie sofa, lakini wakuachie mwenzako. Inauma. Ndio maana katika dhambi ambazo mtu ni rahisi kusamehe ni hizo zingine lakini hii kusameewa ni ngumu sana. Umkute mtu yupo uwanja wa Shamuli Abedi, wanacheza Arusha Miti na, na, na Arusha Sinani. Halafu e, shetani ndio refarii. Halafu wanacheza, alafu umsamee mwenzako, una neema, una neema kubwa. Usaliti epuka, amen epuka alafu, pili, kuna kitu kingine ambacho kimeanza sasa hivi, ndoa nyingi, familia nyingi zinasumbua, familia nyingi hawana amani. Punguza maadimini kwenye familia yenu. Maadimini mnawafahamu wa, wale wanaoongoza magrupu grupu la WhatsApp, Facebook, ni adimini yule anaye adi watu na kuremove watu. Hasa kuna familia nyingi zina maadimini wengi, mpaka familia haina amani, unakuta mama mkwe ni adimini wa kukontrol ndoa, baba mkwe ni adimini sijui, wifi niadimini sijui, blaza niadimini sijui, wote awo ni madimini wanaikontrol familia iyo. Familia mwezi kuwa na amani? Anakuja mama mkwe anasema, mbona mke wako yuko frati? Sasa ulitaka aja? mutoto mutoto, kwe mama uyu mwingine, mbona ajakuwa, amekuwa naitaji wa jukuu Adimini wa upande wa pili anasema msije mkapata mtoto saizi, msubiri kwanza huyo akue. Alafu mwingine tena ana tenayani, unakuta familia moja i, washika remote ni wengi, kila mmoja na control. Punguza maadimini, nyie ndio wenye ndoa yenu, ndio wenye familia yenu. Hao wengine watashauri, lakini sio kwa kila mmoja. Anatoa maelekezo, huyo anatoa maelekezo, yani familia inakosa mwelekeo. Huyo anakwambia mke wako kama umpigi awezi kunyoka Mwingine anasema we kupiga mke ni pepo. Mwingine anasema ukimpa hela mara kwa mara mke wako, yani unampa kiburi. Mwingine anakutana na akina Mgogo wanasema no mwana, mke wako ni mke wako, wakati mwingine ukiwa na hela mpe. Kwa hiyo maadhimini wakiwa wengi, hiyo familia lazima muyumbe. Amen. Maadmini wengi wameharibu ndoa nyingi, unazoziona zimevunjika, familia nyingi zimesambaratika. Wengi wao waliosambaratisha ni mama mkwe, waliosambaratisha baba mkwe, waliosambaratisha mawifi, kwa sababu duniani ukifaulu kuishi na wifi na mama mkwe na shangazi, wewe ni genius. Hawa watu ni hatari: mawifi, mama mkwe na ma, na shangazi. Wangapi mna kaka zenu wameoa nye, nye wa, wa mama? Mna kaka zako wameoa kwa weni wifi wa mtu ni shida. Amen. Alafu jambo lingine ambalo li epuka sana epuka kutokushirikisha hilo nilihubiri hapo katikati, kutokumshirikisha mwenzako mambo yanayoendelea pale. Jambo lolote unaotaka kulifanya, uh, mshirikishe mwenzako mwambie kuna jambo hili, ili ajue nini mtakachokifanya. Lakini pia uwe uh, mwazi na mkweli kwa mwenzako, vitu ambavyo mnavifanya pale nyumbani, uwe mwazi. Usipofanya namna hiyo, familia yako itasambaratika. Mambo mangapi tumeyasema? Matano. La kwanza